Kuna wakati unapofika ambapo uthabiti wa mtu mmoja unageuka kuwa nuru ya mwongozo kwa wengine. Baada ya watu kuona maendeleo ya Juma, wengi walivutiwa, lakini ni mtu mmoja tu aliyethubutu kuchukua hatua ya kweli. Huyu ni Mariam, muuguzi wa wodi ya dharura, mwanamke ambaye maisha yake yalikuwa mapambano ya muda na uchovu. Mariam alikuwa na moyo wa huruma, lakini alikuwa na tatizo moja la msingi. Maisha yake hayakuwa yake tena. Alikuwa anaamka mapema mno kwa zamu ya kazi, anarudi usiku akiwa amechoka, halafu kuahidi kesho atafanya kitu kwa ajili yake mwenyewe, lakini kesho haikuwa inawahi kutokea. Alitaka kujifunza biashara ndogo, kuimarisha afya yake na kujenga utaratibu wa kusoma, lakini kazi na uchovu vilikuwa vinamtafuna. Kilichomuuma zaidi hakikuwa kazi bali ile sauti ya ndani inayomwambia kwamba miaka inasonga na hakuna kinachobadilika. Kila mwezi alikuwa akiandika malengo mapya na kila mwezi hayo malengo yalikuwa yale yale. Alikuwa amechoka kuanza upya kila wiki bila kuona matokeo. Siku moja akiwa kazini, aliona video ya Juma iliyosambaa mtandaoni akieleza kuhusu utaratibu wa mchwa. Alisema kwamba uthabiti si nia bali utambulisho. Mariam alitazama mara tatu mfululizo. Hakuhisi hamasa, alihisi aibu. Aibu kwamba amekuwa mtu wa visingizio kwa muda mrefu mno. Akaamua kufanya kitu ambacho si kawaida yake. Aliamua kuiga mfumo, lakini kwa kiwango kikali zaidi. Akaamua mfumo huu ubadilishe kabisa Hatua ya kwanza ilikuwa kutoa tamko la hadhara. Aliandika kwenye ubao wa uguzi kazini, mimi ni mwanafunzi wa biashara, nitasoma kurasa kumi na kushirikisha somo moja kila siku kwa siku tisini mfululizo. Wenzake walimcheka, wengine walimsema vibaya, lakini hilo ndilo alilohitaji: mashahidi na shinikizo la kutoonekana dhaifu. Siku ya kwanza ilimtesa. Alifika nyumbani saa nne usiku akiwa amechoka kupita maelezo. Alitaka tu kulala, lakini alikumbuka ubao aliouandika. Hakutaka kuwa hadithi ya mzaha kazini hivyo alisoma kurasa kumi kwa macho mazito, lakini akamaliza. Siku ya nne, ubongo wake ulianza kumdanganya ukitoa sababu nzuri za kuacha, lakini alishajifunza msingi wa mchwa. Hakuna swali kama leo nifanye au niachane nalo. Kila siku ni lazima, hakuna mjadala. Siku ya nane aligundua maadui wapya: maamuzi madogo yanayomchosha. Saa ngapi asome? Asome kabla ya kuoga au baada? Maswali haya madogo yalikuwa yanapunguza nguvu. Akaamua kufuata kanuni ya saa isiyojadili. Saa tatu usiku, bila kujali amechoka kiasi gani, atasoma na kuandika somo moja. Hakutaka kupenda saa hiyo, aliichagua kwa sababu ilikuwa kimya. Hakuna simu, hakuna watu, na uchovu unaua majadiliano ya ndani haraka. Wiki ya pili alianza kuona utulivu ambao hakuwahi kuuona. Hakukuwa tena na maamuzi, alikuwa anatekeleza tu, akili ilianza kutulia. Lakini changamoto kali ilifika wiki ya tatu, rafiki yake alipatwa na ajali mbaya na Mariam alikaa hospitali usiku kucha. Saa tatu ikapita saa nne saa tano na alihisi mwili ukimkataa, ubongo wake ukamwambia aruke siku moja, lakini alikumbuka kauli ya Juma: uthabiti sio ukamilifu, ni kuendelea hata siku mbaya zaidi. Saa sita usiku akiwa amechoka ajabu, alisoma ukurasa mmoja tu na akaandika somo moja dogo. Haikuwa kamilifu, lakini hakusimama. Hiyo ndiyo siku iliyomjenga zaidi kuliko siku yoyote nzuri. Wiki ya tano, watu kazini walianza kugundua mabadiliko. Mariam alikuwa na mwanga wa ndani ule, wa mtu anayefanya jambo bila kurudi nyuma. Waliona hakosi hata siku moja. Wengine wakamuita mshenzi kwa kasi yake, wengine wakasema anajichosha kupita kiasi. Ukweli ni kuwa hawakuamini mtu anaweza kuwa thabiti kiasi hicho bila kusambaratika. Na hapo ndipo Mariam alijua anajenga utambulisho mpya. Siku ya arobaini alipoingia nyumbani, mwili wake ulienda mezani moja kwa moja. Hakusema nitaanza, hakutafuta hamasa, hakukuwa na sauti ya ndani ya majadiliano. Utaratibu ulikuwa sehemu yake, kama kupumzia. Mwisho wa siku tisini Mariam hakuwa tu amesoma vitabu vya biashara, alikuwa ameanza mradi wake wa mtandaoni akitengeneza kozi ndogo za afya kwa wanawake. Kitu ambacho kwa miaka mingi alitamani sasa kilikuwa halisi. Hakufanikiwa kwa sababu ya hamasa, alifanikiwa kwa sababu ya utambulisho mpya. Watu walimwangalia kama walivyomwangalia Juma, kwa mshangao na hafu ya kimya. Hakukuwa na Mariam anayesema nitaanza sasa, kulikuwa na Mariam anayefanya tu. Na huo ndio ushahidi kuwa sehemu ya kwanza haikuwa hadithi ya mtu mmoja, ilikuwa mwaliko. Na Maryam alikubali mwaliko bila huruma. Kama bado anafikiri uthabiti ni hisia za hamasa, basi ujaelewa. Uthabiti ni utambulisho, na mtu wa utambulisho mpya haulizi nifanye leo, anajua hana ruhusa ya kuacha.